Watahiniwa wa gredi ya sita, tisa na kidato cha nne wakikaribia kuifanya mitihani ya kitaifa wiki chache zijazo, serikali kupitia wizara ya usalama wa ndani imetakiwa kuimarisha usalama katika maeneo ambayo usalama umedorora ili kuwapa watahiniwa muda mwafaka wa kuifanya mitihani hiyo. Akizungumza baada ya kukamilika kwa kongamano la siku mbili la viongozi wa kanisa la Gospel Lighthouse International mjini Webuye, kaunti ya County Bungoma, kasisi wa kanisa hilo kaunti ya Bungoma Fred Wekesa amesema kuwa kuna baadhi ya maeneo nchini ambapo usalama umekuwa donda sugu na kutaka waimarisha wakati huu mitihani inapotarajiwa kuanza pamoja na wanafunzi wengine kuhamishiwa maeneo yaliyo salama ili wafanye mitihani yao katika mazingira yaliyotulivu. Ningependa kuchukua nafasi hii kuongea na serikali ya kaunti pamoja na serikali ya kitaifa kwa ajili ya mitihani ambayo inakuja Unaona, wana watoto wanajiandaa kwaja mitihani, na kuna mahali pengine usalama hauko mzuri, barabara hazipitiki, unapata kwamba kuna matope. Nataka kwamba county commission wa Pongoma county hakikishe kwamba watoto wote na shule zote wanafanya mitihani za kitaifa, na kama hawa watoto eh, makari haitafika kwa wakati, watoto wahamishwe, wapelekwe mahali pazuri ambako wataweza kufanya mitihani ya kitaifa, kwa sababu hii ni mitihani ambayo watoto wamekaa shuleni kwa miaka mingi wakiwa wakitafuta nafasi hii. Swala hili pia limetiliwa mkazo na mwenyekiti wa wafanya biashara kaunti ya Bungoma John Max Wafula, akikariri kuwa usalama nchini upo katika hali mbaya, mji wa Webuye pia ukiathirika, huku akiitaka serikali haswa asasi za kiusalama kuwajibika. Siku ya leo tungependa kuambia eh, wananchi na eh, Webuye west na Webuye east na Bungoma kwa jumla ya kwamba eh, wakati huu watoto wanaenda kufanya mitihani zao, na katika Kenya hii tunajua kwamba kuna sehemu zingine ambazo ziko na eh, insecurity mingi sana, so tunaomba serikali kuu iweze kuhakikisha ya kwamba eh, tuko na security ambayo ni ya, ya kutosha. Hata hivyo pia ne, ninaomba serikali kuu kwamba wanabiashara saizi wanapitia changamoto sana, kwa sababu ya security. Vijana wengi wanakunywa pombe alafu kisha wanaingia kwa manyumba za watu, hata mchana wanaingia kwa maboma za watu wakiiba. Kuwapa mazingira bora wakati huu mitihani ya kitaifa ili kufanikisha matokeo bora kitaifa nataka ku encourage parents as the students are um, going into exams ensure that you guide the children that they run this race and finish it well let them um, not involve themselves in activities that can hurt them alcoholism relationships Let them shun such activities that they may finish their exams well. Wili Khayemba Kurunzi, Webuye County ya Bungoma